Watoto wetu katika wajua nguvu yao wakati wa nyakati ngumu. Dunia tunayoishi ina mambo mabaya kabisa. Kanisa la Mungu leo tunasikia mambo ya ndoa ya zajisia mmoja ushuka na vitu vibaya sana, kwa ajili ya watoto wetu. Ni kama kila mzazi ukiwa na mtoto yuko shuleni, yaani una, una ulali unawaza nini kinatokea nini kinaendelea. Maana ulimwengu umekuwa na mambo makuu mazito, tunakuwa na wasiwasi na watoto wetu. Yako matukio yanayofanyika kwa watu wazima kwa watoto ya kutisha Yani unatafuta usalama wa mtoto hauoni, yani unakuwa na akirudi nyumbani unasema Yesu asante, maana huko nje kuna hatari nyingi, kuna kuna uh, maadui wengi. Lakini nikupe neno la matumaini, sisi tukiwekeza vizuri ndani ya watoto wetu katika eneo la kiroho, wanakuwa na nguvu ya kuhimili kila dhoruba inayokuja. Hakuna dhoruba itawachukua kule watu, hata kama akienda kusoma Marekani kwa kuwa nimeweka msingi wa nguvu katika eneo la kiroho, akikutana na washawishi wabaya kule hawawezi kugeuza moyo wake, maana eneo la kiroho umeshaweka msingi wa, wa kutosha. Hata kama sijui akaenda akakuta yuko chuo kikuu, na maisha ya chuo kikuu sio kama zamani, ninyi wazee wetu kulisoma. Maisha ya chuo kikuu saa hivi ni aina yake. Hata kama akaenda kule akakutana na, na wale marafiki wabaya walio ambao akikushawishi, lazima ukubali kwa kuwa nimeweka msingi mzuri, yani hata nani aseme, guvu, ya ile nguvu ya kiroho ina uwezo wa kufanya chochote kisitokee. Maana kuna kitu ambacho mimi mzazi nimekiweka, kanisa la Bwana imeweka ndani yao, na ndio maana Yesu akusema watote, anazungumza na wale watu, anawaambia hawa wajenzi wawili wote walijenga nyuma, nasi ni kuwa nzuri, ila inasema lakini vilitofautishwa na nyakati Yesu akawaambia upepo ulipokuja, mafuriko mafuriko yalipokuja, ile nyumba ikapigwa na vile vitu vyote, akasema iliyojengwa juu ya mwazi juu ya mchanga ilichukuliwa na mafuriko na upepo, lakini iliyojengwa juu ya mwagu kunaajiwa mvua zilikonyesha zilimili, maana zilikuwa kwenye, zili, zili, kwenye msingi ziliuupebo na mafuriko ya kaja vikaibili, sasa masukosuko mengi ya dunia na mambo mazito magumu. Kwa kuwa tumeshaweka vitu vya kibugo ndani yao, sisi hatuna wasiwasi, tunalala usingizi vizuri kabisa bana. Tumeshamkabizi watoto wetu na wakabizi kwa Kristo, Mungu anashughulika na wao. Kwa hiyo chochote kinachopandwa juu yao, Mungu ataruhusu, maana tayari wameshakuwa mali ya Mungu. Jamani bwana, sasa asagania Ibrahimu kazi rahisi kushughulika na, na kiroho cha mtoto kwambini, si kazi mpaka mtoto anasimama anakuwa na nguvu za kuhimili mambo mazito. Si kazi rahisi, lazima mzazi afanye, si mara moja, si mwezi mmoja, sio mwaka mmoja, sio miaka mitatu, ni kazi ya kufanya muda wote. Maana vile nasema katika na kitabu cha Kutoka sura ya sita ile saba, anasema mfundishe mtembeako, mfundishe ukaako, mfundishe ulalako. Fundishe ukete maana, swala la kuwekeza na kufundisha mtoto ni la kila saa, asubuhi, mchana, jioni, usiku, kila nafasi inayotokea lazima uweke neno kwa mtoto wako. Tunapata changamoto kubwa sana kanisani mwana. Sasa unaweza kukuta mtu yuko na mtoto anaweza kukaa siku nzima hakuwepo kuambiwa neno la kimungu, yaani hakuna neno limedondoshwa kwenye ufahamu wake neno la kimungu naweza mtakaa lakini neno hilo la Mungu lina muhimu sana ndio maana Mithali ishirini na mbili mstari wa sita inasema, lea mtoto katika njia impasayo. Mungu anatuambia sisi wazazi, walezi na kanisa, lea mtoto katika njia impasayo. Halafu kazi ya Mungu ni kushikilia kila unachokiweka, na anakuhakikishia kwamba kila unachokiweka Mungu anakushikilia. Anasema hata sahau hata atakapokuwa mzee. Na sasa Mungu kazi ya Mungu jamani, wazazi na kanisa la Bwana, kazi ya Mungu kwa mtoto ni kushikilia maarifa ambayo ameweka huyo mzazi. Usipoweka chochote ndani ya moyo wa mtoto, aa, Mungu ana chochote cha kushikilia ndani yake. Jamani, kazi yako wewe ni kufanya kuweka vitu, unafundisha utemeaa u kama unasema neno moja kwa sekunde, na Mungu tu inashika ndani inakaa ndani ya moyo wake